Na tukiangazia mengine ni kwamba Rais William Ruto ameendelea kuwarai viongozi wa eneo la Ukambani kumuunga mkono na kushirikiana naye, akisema hatakubali eneo hilo kuendelea kusalia katika upinzani. Akizungumza mjini Wote alipoanzia ziara yake ya siku nne katika kaunti tatu za Ukambani ambazo ni Makueni, Kitui na Machakos. Rais aliahidi kuleta maendeleo katika eneo hilo, ikiwemo ujenzi wa mabwawa ya maji. Wale majamaa wengine ni watu, akili yao inaanzia kwa ukabila, inapitia kwa chuki, inakwama kwa shares, inaishia hapo kwa mambo ya ukabila. Nyinyi mnataka tuendelee na hiyo barabara? Mi nawauliza tuendelee na hiyo barabara? Na unajua wale wanajaribu kushindana na mimi, lakini mimi nataka niwaulize watu wa hapa Makueni, mi nataka niwaulize nyinyi watu wa Makueni, viongozi wenu si ndio mnachagua MCA? si ndio mnachagua mbunge na seneta na gavana? si ndio mnachagua rais? Mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya, ama anachaguliwa kwa sura yake? Sisi tukiongea mambo ya stima na barabara na masoko, na nyinyi mkuje muongee sera yenu. Wacheni kuleta chuki, ukabila na kisilani kwa nchi, ama mnasemaje? Kilome nyinyi mko kwa tuta ama muko kwa kamlia? mko kwa tuta